Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Nina kusalimu katika jina zuri la bwana wetu Yesu, jina lipitalo majina yote. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo, siku njema, siku pekee ambayo Bwana ametupa upendeleo kwa kadri ambavyo unaamka mzima, ndio tunaita ni siku njema, kwa sababu wengi walitamani kufanya yale waliokuwa wameyapanga, lakini walishindwa tu kwa sababu ya baada ya uzima kutoweka. Kwa mimi binafsi, kwa uzima huu ninamshukuru Mungu. Kwa majina yangu naitwa Pastor Moses Mgogo, na nimetokea hapa niongee na wewe Mtanzania, watu wote mnaonisikia ni wakaribishe sana sana katika huduma ambayo tunaendelea kuifanya mahali hapa. Tunapatikana Songwe, Mbozi, kitongoji cha Mbimba Migombani, kanisa la The Christos Assemblies CAG ambalo tunaendelea na huduma mahali yapo, niwakaribishe, wakaribishe Watanzania, watu wote mnaosikia, lakini nayo sababu ya kuwataarifu kabisa rasmi kwamba tumeanza huduma hii rasmi mtandaoni ili kuanza kuwafikia watu wote kwao. Ni maombi yangu ama ni maono ambayo yalikuweko ndani kwa muda mrefu kwa tunamwomba Mungu namna gani atatufanikisha ili tuwafikie Watanzania sababu shauku yangu natamani kile kilicho ndani tuwafikie Watanzania, hasa watu ambao wako mbali na mji huu au mkoa huu, tuongee nao pia. Ah, si tutuongee na watu walioko Songwe ama Mbozi ama kitongoji mahali tulipo. Nataka tuongee na mtu alioko Mbeya, tuongee na mtu alioko Dar es Salaam, tuongee na mtu alioko Arusha, tuongee na mtu aliyoko Mwanza, tuongee na Watanzania wote kiujumla, mpaka nje ya Tanzania tuwafikie. Kwayo ninamshukuru Mungu kwa kuwa ameyakamilisha maono haya, tunaanza mwanzo huu, lakini pia niwakaribishe wasikilizaji kutufuatilia, kutufuatilia kwa kadri ambavyo tunaendelea kukuletea mafundisho ya neno la Mungu.